Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nina heshima kubwa kuwahudhurisha kwako kwa wageni walioungana na Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu, kukupokea katika ukumbi huu. Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Jaji Mkuu, yupo Mheshimiwa Dr. Juma Zuberi Homera, Mbunge, Waziri wa Katiba na Sheria. Pia yupo Mheshimiwa Jaji Agustino Gerabait Mwarija amidi wa Mahakama ya Rufaa. Yupo Mheshimiwa Jaji Hamis Ramadhani Abdalla jaji mkuu wa Zanzibar. Yuko Mheshimiwa Dr. Mustafa Mohamed Siani jaji kiongozi lakini pia yupo mheshimiwa jaji Latifa Alhinai Mansur, makamu wa rais wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Yuko mheshimiwa James Mico Mniko, katibu mkuu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Yuko mheshimiwa Hamza Saidi Johari, mwanasheria mkuu wa Serikali. Yuko mheshimiwa balozi Hamis Musa Omari, waziri wa fedha. Yuko profesa, Mheshimiwa profesa Riziki Shemdoe, waziri wa TAMISEMI. Yupo Mheshimiwa Daktari Juliana Masabo, jaji mfawidhi masijala ndogo ya Dodoma. Yuko Mheshimiwa Rosemary Stax Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Yupo Mheshimiwa Haji Ibrahim Haji katibu wa chama cha maafisa mahakama Zanzibar, yuko Mheshimiwa Jaji Amiri Manento, jaji mst kiongozi mstaafu. Yuko Mheshimiwa Jaji Thomas Miayo, jaji mstaafu pia ni mwenyekiti wa chama cha majaji wastaafu. Yuko Mheshimiwa Matthew Mwaimu, mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora yuko mheshimiwa Zainab Katimba, naibu waziri wizara ya katiba na sheria. Yuko ndugu Eliakim Chacha Maswi, katibu mkuu wizara ya katiba na sheria, na ninaomba kama kuna makatibu wakuu wengine wote pia wasimame. Lakini yuko ndugu Baraka Leonard, katibu wa bunge yuko Profesa Elisante Ole Gabriel mtendaji mkuu wa mahakama, yuko Mheshimiwa Eva Kiakinkya msajili wa mahakama, msajili mkuu, yuko ndugu Kai Bashir Mbaruk mtendaji mkuu wa mahakama ya Zanzibar, yuko Mheshimiwa Valentina Andrew Katema mrajisi mahakama ya Zanzibar, yuko Dkt Franklin Rezimula, naibu katibu mkuu wizara ya katiba na sheria. Yuko ndugu Silvester Mwakitalu, mkurugenzi wa mashtaka nchini. Yuko Profesa Sisti Mramba, mkuu wa taasisi ya mafunzo ya sheria kwa vitendo. Yupo ndugu Ali Posi, wakili mkuu wa serikali. Yuko ndugu Alice Mtulo, naibu wakili mkuu wa serikali Wapo makamishna wa tume ya mahakama, yuko ndugu George N Mandepo katibu mtendaji tume ya kurekebisha sheria, yuko ndugu Wema Kaskasi Mbegu msajili baraza la ushindani, wapo pia viongozi wa dini, Sheikh Mustafa Shabani kutoka Bakwata, yuko Padre George Bodio kutoka TEC yuko Askofu Bundala, yuko Mchungaji Timos Holea, yuko pia Mchungaji Set Ndalo, yuko pia Askofu Mlorea Mtolera. Samahani, lakini pia Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Jaji Mkuu, wapo viongozi wa vyama vya majaji na mahakimu kikanda ambapo yuko mheshimiwa Judge Ilvin Mugeta, makamu wa rais wa chama cha mahakimu na majaji Jumuiya ya Nchi za Madola. Yuko mheshimiwa Judge Lilian Itemba, makamu wa rais chama cha mahakimu na majaji Jumuiya ya Afrika Mashariki. Yuko pia mheshimiwa Judge Bake Sehel, mwenyekiti wa chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwatambua kwa uchache wageni walioshiriki na kuungana na Mheshimiwa Jaji Mkuu kukupokea hapa ukumbini, naomba sasa niwahudhurishe kwako wanachama wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania ambao ndio waliotusababisha kuwepo hapa, na nitawatambulisha kwa matawi yao. Tutaanza na wanachama wa tawi la Mahakama ya Rufani, tafadhali wasimame. tafuata wanachama wa tawi la mahakama kuu masijala kuu. Takwenda kwa wanachama wa tawi la Arusha. Takwenda kwa wanachama wa tawi la Dar es Salaam. Wanachama wa tawi la divisheni. Wanachama wa tawi la Dodoma wanachama wa tawi la Geita, wanachama wa tawi la Iringa, wanachama wa tawi la Kagera, wanachama wa tawi la Katavi, wanachama wa tawi la Kigoma, wanachama wa tawi la Kilimanjaro, wanachama wa tawi la Lindi wanachama wa tawi la Manyara wanachama wa tawi la Mara wanachama wa tawi la Mbea wanachama wa tawi la Morogoro wanachama wa tawi la Mtwara wanachama wa tawi la Mwanza wanachama wa tawi la Njombe wanachama wa tawi la Pwani, wanachama tawi la Rukwa, wanachama tawi la Ruvuma, wanachama tawi la Shinyanga, wanachama wa tawi la Simiu, wanachama wa tawi la Singida, wanachama wa tawi la Songwe, wanachama, wanachama wa tawi la Tabora, wanachama wa tawi la Tanga. Mheshimiwa Rais, pia miongoni mwetu wapo wajumbe wa management ya mahakama, na nitaomba wanaposimama wasimame pia watumishi wote wa mahakama na watumishi wa tume ya mahakama walioko pamoja nasi Asante. Wako pia waandishi wa habari na wengine, wageni wengine wote walikuwa ambao sikuwataja hapa, karibuni sana. Pia tuna brass band ya polisi na vikundi viwili vya ngoma kutoka hapa Dodoma. Mheshimiwa Rais, na mimi pia ninaitwa Elimo Daniel Masawe, ndiye rais wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya utambulisho huo ninakuomba sasa uridhie nilete salamu fupi za chama cha mahakimu na majaji Tanzania. Mheshimiwa Rais, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa neema, rehema na fadhili zake kwetu kwa kutujalia sote afya njema siku hii ya leo. Pili ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kupokea na kukubali mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu mkuu huu. Kutokana na majukumu yako makubwa ulionayo kwa nchi, ungeweza kushindwa kuwepo hapa leo, ila umetupa heshima kutufanya kuwa miongoni mwa vipaumbele vyako muhimu katika ratiba ya kazi zako za leo. Mheshimiwa Rais, asante sana. Ni heshima kubwa kwangu kwa niaba ya chama cha mahakimu na majaji Tanzania kukukaribisha kwenye mkutano mkuu wa chama cha mahakimu na majaji Tanzania huu ukiwa ni mwaka wa 41 tangu kuundwa kwa chama hiki, lakini ikiwa ni mara ya pili mgeni rasmi katika mkutano mkuu wa chama hiki kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwepo wako Mheshimiwa Rais, unaonyesha wazi dhamira ya serikali unayoiongoza katika kuimarisha uhuru wa mahakama kama ilivyo kauli mbiu ya mkutano kuu, mkutano huu yaani jukumu la mahakama huru katika utoaji wa haki. Mheshimiwa Rais, mbele yako wapo wanachama wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania wapatao 1200 kati ya 1700 toka mikoa, wilaya, tarafa na kata mbalimbali nchini ambao wameitikia wito wa kuhudhuria mkutano huu. Ninawashukuru sana wanachama wenzangu kwa uzalendo mkubwa mlioonyesha kwa chama kwa mahakama na kwa taifa letu. Hongereni sana. Pia nichukue na fursa hii kuwashukuru wageni wote waalikwa kwa kubali mwaliko wetu na hivyo kufanya shughuli za ufunguzi wa mkutano huu kuwa wa mafanikio makubwa. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais kwa kuwa mlezi wa chama atazungumza baada yangu. Naomba salamu zangu zijikite kwenye kueleza malengo ya chama cha mahakimu na majaji Tanzania. Kama nilivyoeleza awali, ni miaka 41 sasa tangu kuundwa kwa chama hiki ambacho kilianzishwa tarehe 15 Machi mwaka 1984 wakati wa mkutano wa majaji na mahakimu wote uliofanyika hoteli ya Mount Meru, Arusha. Chama hiki ni cha kitaaluma na malengo yake makuu ni kama ifuatavyo: kwanza, kukuza na kulinda uhuru wa mahakama kama sharti la msingi na la lazima la utekelezaji wa majukumu ya kimahakama; pili, kukuza maslahi na ustawi wa wanachama wake; na tatu, kudumisha hadhi, heshima na tamaduni za majaji na mahakimu; nne kuongeza na kuendeleza ujuzi maarifa na uelewa wa majaji na mahakimu kuhusu majukumu yao ya kimahakama kupitia tafiti endelevu na elimu ya kitaaluma. Tano, kutoa taarifa na machapisho mbalimbali kuhusu masuala yenye maslahi au yanayowahusu wanachama. Na sita, kuandaa makongamano na mikutano ya wanachama na kudumisha mahusiano ya karibu kadri inavyowezekana miongoni mwa wanachama na saba ni kushirikiana na inapobidi kujiunga na vyama au taasisi nyingine zenye malengo yanayofanana. Na ndiyo sababu utaona miongoni mwa wanachama wetu ni makamu wa rais wa chama kwa ngazi ya Jumuiya ya Madola na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, nirudie tena kumshukuru Mungu kwani uwepo wetu sote hapa ni ushuhuda mkubwa wa neema na rehema zake. Pia ni kushukuru wewe kukubali kufika na kufungua mkutano huu wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania. Aidha, wanachama na wageni wote tunawashukuru sana sana kwa kushiriki mkutano huu.